Sasa vipi, tutaingia katika nambari sita. Sita inakuwa vipi? Naomba tuende pamoja katika namba sita. Kwenye namba sita, unauchukua mkono huu, unatumia mkono ambao huutumii, kwa sababu katika lugha ya alama binadamu ana mikono miwili na si lazima utumie mkono wa kulia. Ule mkono ambao wewe unaotumia zaidi ndio mkono ambao unaotumia katika kutoa alama. Kwa hiyo, kwa mimi, ninatumia zaidi mkono wa kulia. Kwa hivyo nitatumia zaidi mkono wa kulia huu. Mkono mwingine inakuwa kama ni egemeo au tunaita bezi. Hasa huu mkono wa bezi huu unajulikana full kwamba una vidole vitano, na kwa hata wale wenzetu ambao wana kidole cha sita kimechomoza, katika alfabeti au katika lugha ya alama, kile hakitohisabika. Kwa hiyo hata kama mtu ana vidole sita, cha sita kile kidogo kile hakitahesabika badala yake, kwenye, kwenye sheria za alfabeti tutachukua ni vidole vitano. Kwa hivyo hii itakuwa ni tano, na tunaelekezea huku, kwa sababu hii sio tunaotoa alama mkono, tunaotolea alama ni huu, huu ni kama bezi kwa sababu katika lugha ya alama kuna supporting side na kuna, kuna, kuna working side, na supporting side, kuna upande ambao unaofanyia kazi ni ule ambao unatumia mkono ambao unaotolea alama, na kuna supporting side ule ambao una sapoti, maana unatoa mkono wa bezi. Kwa hivyo, kwa mimi upande wangu wa kulia ni working side, wa kushoto utakuwa ni supporting side. Kwa hivyo nikitumia huu mkono wa bezi ambao kwenye supporting side, working side ni huu huu ndio unaohesabika, umeelekea wapi? Mgongo umeelekezea wapi? Kwa hivyo hii ni tano. Sita naengeza kidole hichi kimoja, nakielekezea huku, sikielekezei huku na kielekezea huku na kieka hapa, hii itakuwa ni nambari sita. Na kama hii ni nambari sita, je, tukija kwenye saba ni sheria vile vile, tunaengeza cha pili. Kwa hivyo vitano hivi nikijumlisha na hivi viwili napata nambari saba. nambari hii ilikuwa ni nambari saba. Tukielekea katika nambari nane, nambari nane ni hivi vidole vitano vya kwenye bezi, unaongeza na vitatu, inakuwa ni nambari nane. Tuje katika nambari tisa. Kwenye nambari tisa hii, unaengeza hii tano ili ifikie tisa, niengeze vinne. Kwa hivyo unachukua na, una, una, una na vinne vyako kwenye working side, unaweka hapa tayari, hii ni nambari tisa kwa hiyo kabla ya kuingia katika nambari kumi nataka kuna kitu kwanza tukifahamu kwenye upande wa vidole lugha ya alama tumesema miongoni mwa nyenzo kuu ni mkono katika mkono tufahamu kwamba kuna vidole hivi vitano pia hivi vinafanya kazi kubwa katika kutoa alama hivi vidole vina majina yake na tunatumia zaidi yale majina ya kitaalamu kama tunafahamu hili hapa linakuwa ni dole la gumba ambao wanaita ni thumb, gumba. kwa hivyo kinachofuatia tumeanza kusema ni kidole cha, cha shahada kwa hivyo hichi kwa kitaalamu wanakita index finger, index. kwa hivyo tunapozungumzia index na namaanisha kidole hichi cha shahada kidole hichi cha kati hichi ambacho tunakitumia sana kidole cha kati hisa tunaangalia kati kwa kiingereza ni middle kwa hivyo hichi kitaitwa ni middle middle kwa hivyo hichi ni kidole cha kati, jina lake tutakita middle finger. Nikitafuatia hichi ambacho ni ring. Kwa hivyo hii, haya ni majina ya vidole ambayo tukiyatumia katika muendelezo wa masomo yetu tutafahamu tunamaanisha nini, na hichi ni little ni kidole cha mwisho cha ncha. Kwa hivyo tutaenda na majina hayo ili kuweza kufahamiana kwa pamoja. Kwa hivyo tumalizie na nambari ya kumi katika kipindi chetu hichi cha leo, ambayo ni hii, na hatuwezi tukafanya kumi hivi, la ukifanya hivi kwa kumaanisha kumi, hii ina maana nyingine kwenye alfabeti. Kumi unaweka hizi tano, unazikunja na hizi tano hizi unazikunja kama tulikumbuka katika somo letu la nadharia kwenye handshape, tulisema hii inaitwa ni shape ya aina gani? Kwa hivyo hii shape hii mkono mkusanyo, hii ndio tunaongeza na kwenye mkono wetu huu wa supporting, tunavieka hivi. Hii inajulikana kama ni nambari kumi. Kwa hiyo kwa kumalizia haraka haraka ni 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Saba, nane, 9, kumi. Tutaendelea na darasa letu kwa leo, tuishie mpaka nambari kumi. Mimi ni mwenzenu Kheri Muhamed Ismail, mkalimani wa lugha ya alama, na kutakieni kila laheri. Asanteni na karibuni sana.